Kazi zao kwenye mwili wako, tunawapiga, tunawapiga, tunapiga, tunapiga, piga umaskini, piga umaskini, piga, piga roza umaskini, piga, piga, piga, piga, piga hao wezi wa hera, hawa wanaoiba hera zao, wanazuia pesa zako, piga kwa upepo, piga kwa upepo wa mashariki, wanaozuia ndoa, wanazuia usiolewe, wanazuia usioe, piga, piga, kwa jina la Yesu Kristo, riakapapa, riakapapa papa raka papa raka papa katika jina la Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen, haleluya. Ame. Ame. Unaamini upepo wa mashariki umefanya kazi? Unaamini upepo wa mashariki umeangusha, umebomoa, umeng'oa, umetawanya, umeangamiza, umeteketeza, hawapo tena, umesomba, umezoa, umetupa shimoni. Sema amen, sema amen kama unaamini. Haleluya! Sasa huu upepo wa mashariki pia kwa sehemu nyingine umetumika kuleta kwale, haleluya, kuleta vitu unavyovitaka. Haleluya! Kwa hiyo tunaenda sasa kuamuru Mungu apeleke huu upepo kwenye fedha, fedha zimiminike kwenye maisha yako, unapofanya kazi, unapofanya biashara, kwenye miradi yako upate kibali, kwenye kazi zako upate kibali cha kuuza cha kununua cha hivi na hivi na hivi na hivyo. Haleluya. Haleluya. Tunaomba upepo wa mashariki ufanye kazi ya kusomba baraka zako ya kusomba mema yako, ya kuzoa mahitaji yako, vile vitu unavyovililia hawa walikuwa wanalilia nyama, upepo wa mashariki ukaleta kwale, wakala kweli, kweli. Vile vitu ambavyo unavitamani, kile kitu, kama ni mme, upepo wa mashariki uende uzoe, ulete. Kama ni mke, upepo wa mashariki uzoe, unajua walipo, ulete kama ni kazi pepo wa mashariki ulete, kama ni biashara ulete, kama ni mtaji ulete, upepo wa mashariki ulete popote pale hitaji lako lilipo. Uko tayari kuamuru upepo wa mashariki ufanye hiyo kazi? Uko tayari sema? Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, ninaamuru sasa upepo wa mashariki ukavume, ukalete, ukazoe, ukasombe mahitaji yangu haja za moyo wangu popote zilipo popote zilipo zikachukuliwe zikarushwe kwa upepo wa mashariki na kuletwa nyumbani kwangu kwenye biashara yangu kwenye kazi yangu kwenye huduma yangu kwenye kanisa langu popote walipo popote walipo kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba endelea kuomba endelea kuomba, endelea kuamuru sasa, endelea kuamuru endelea kuamuru endelea kuamuru, amuru amuru amuru amuru amuru, upepo wa mashariki ulete endelea kuamuru upepo wa mashariki ulete, ulete, ulete, ulete yule mme wako aliyeko mbali ukamvurumishe, ulete, ukalete yule mke wako, ukalete wale wateja. Upepo wa mashariki ukawasombe na kuwaleta, ukawalete kwenye maisha yako, ukawalete kwenye biashara yako, ukalete, ukalete mtaji ule unaotafuta. Hatujui utaotoa wapi, lakini upepo wa mashariki unajua, maana ni upepo wa Mungu. Mungu anajua vyanzo vilipo, maana yeye ndiye chanzo, yeye ndiye chanzo. Anajua unahitaji vyanzo vyote, viliko nafahamu Amuru huo upepo ulete ulete ulete vitu kwenye maisha yako, ulete vitu ulete watu ulete wasaidizi, ukuletee mashujaa, umletee mchungaji mashujaa, ulete, ulete, ulete watu kanisani, ulete watu kwenye ibada, ulete watu kwa Yesu. Amuru huo upepo ulete. Huo upepo wa mashariki una nguvu ya kusomba na kuleta, unasomba na kuleta. Amuru huo upepo ulete ulete ulete, sijui unataka ulete nini kwenye maisha yako, lakini amuru kwa imani, amuru kwa imani na wenyewe

utaleta ulipeleka kware hata hoko utaleta, utaleta kitu, utaleta vitu, utaleta kitu, utaleta vitu. Utaleta vitu watu, utaleta vitu, utaleta kitu, utaleta kitu. Utaleta watu ambao watakusaidia, watakuvusha, watakupeleka pale kwenye hatua nyingine. Amuru huo upepo wa mashariki, amuru kwa jina la Yesu, mwambie Mungu, ninaomba amuru upepo wa mashariki uniletee vitu, amuru upepo wa mashariki uniletee vitu kama ulivyo uamuru ukapeleka kware kwa Waisraeli, amuru na kwangu leo, amuru na kwangu leo amuru, na kwangu leo, mimi ninahitaji hiki, ninahitaji hiki, ninahitaji hiki. Wale walikuwa wanahitaji nyama, mimi ninahitaji hiki, ninahitaji hiki. Mwambie Bwana, amuru upepo wako Bwana, ule upepo wa mashariki, na mimi uniletee, na mimi uniletee kama ulivyopeleka kwa wana wa Israeli. Amuru upepo wa mashariki, ulete ulete vitu kwenye maisha yako, ulete kitu kwenye maisha yako, ulete watu kwenye maisha yako ambao watakuvusha, ambao watakupeleka pale, vitu ambavyo vitakuvusha, vitakupeleka pale, sio vitu vya kufusha kuharibu, sio vitu vya kukuangamiza, bali vitu vitakavyokuwa baraka kwenye maisha yako. Endelea kuamuru, endelea kuamuru upepo ulete, endelea kuamuru wa upepo ulete. Upepo unaendelea kuvuma kutoka mashariki, unaendelea kuvuma kutoka mashariki, unaleta mahitaji yako unaleta mahitaji yako, unaleta baraka zako, unaleta mipenyo, unasababisha mipenyo, unaleta watu, unaleta vitu, unaleta maarifa, unaleta maarifa, unaleta ufahamu, unaleta akili, unaleta mema. Ule upepo unavuma, ule upepo unavuma, ule upepo unavuma, pepo ya mashariki. Ule upepo wa Mungu utoka upande za mashariki, unaleta unakuja, unakuja na mahitaji yako katika jina la Yesu Kristo unakuja na mahitaji yangu unakiri kiri kiri kiri, huo upepo unaleta mahitaji yangu unaleta mahitaji yangu haja za moyo wangu unaleta watu wema, ule upepo unaleta vitu vyema unaleta baraka za Mungu unaleta mipango mizuri unaleta mawazo mazuri unaleta mipenyo mizuri unaleta strategies nzuri unaleta mikakati mizuri. Ule upepo unakuja ule upepo unakuja kwa jina la Yesu Kristo, upepo wa mashariki kwa damu damu ya ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo kwenye biashara yangu kwenye ndoa yangu kwenye kazi yangu kwenye masomo yangu unaleta vitu kwenye kanisa unaleta unaleta unaleta unaleta unaleta unaleta unaleta katika jina la Yesu Kristo, amen, amen! Mpe Bwana Yesu makofi mengi ya shukrani, mpe Bwana Yesu makofi mengi ya shukrani. Kazi imefanyika kwa jina la Yesu, kazi imefanyika Kazi imefanyika, ifunike kwa damu ya Yesu. Funika kazi yote kwa damu ya Yesu Kristo, funika kazi yote aliyoifanya Mungu kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo na kwa moto wa Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo watu wote tuseme amen, amen. Mpe Bwana Yesu makofi mengi haleluya amen. E, wakati tunaendelea na maombi, Roho Mtakatifu akasema bahati yenu mmeelewa Haleluya amen! Bahati yenu mmeelewa, maana msingeelewa walikuwa waje wa, wawapeperushe wachukue wa, wajigawanyishe yani wagawanyishe. Anasema bahati yenu mmeelewa, mkachukua hatua. Haleluya amen. mm. Tunashukuru Mungu tumewawahi sema, nimewawahi sema, nimewawahi nimewawahi basi tunashukuru Mungu, naomba usimame kwa ajili ya maombi. Naomba usimame kwa ajili ya maombi. Naomba usimame, inua mkono wako, inua mkono wako, maombi yale, maombi yetu. Asante Bwana Yesu, asante Bwana Yesu, asante Mungu wetu. As mbebe vizuri, huyo mtu mwingine amshikie hapo katikati tuendele. Hallelujah. Amen. Na pia tunawapenda wageni bila kukosa. Baadaye mtakutana na kiongozi nje. Mgeni kokote ulipo, tunawapenda tunapenda, tunapenda kuwabariki. Baadaye baada ya ibada utakutana na viongozi nje, karibuni kwa ajili ya maombi. Tunaomba, Kat... tunaomba wageni, popote ulipo, ni mara yako ya kwanza, mkono. Nyosha mkono, mahali ulipo, mgeni, ni mara yako ya kwanza kuabudu pamoja nasi, tunawapenda wageni, tunawapenda sana. Kuna mgeni pale, piga makofi na vigegele kwa ajili ya mgeni wetu yule. Karibuni wageni, kokote ulipo, umeabudu nasi, ndio siku kwa yako ya kwanza tunawapenda sana na tunawabariki, na baada ya ibada mtakutana na viongozi nje. Ah, naomba baada ya ibada unakuja kwenye hizi siti za mbele hapa. Baada ya ibada, wageni wote tunaomba mje kwenye viti vya mbele, wote tukusanyike hapo. Mtakutana na viongozi wa kanisa, watawapa maelezo zaidi, na kama unahitaji kukutana na wachungaji pia utawaambia na utapata nafasi ya kukutana na chungaji. Haleluya, hmm. Tuendelee, karibuni kwa ajili ya maombi katika jina la Yesu Kristo tunaomba amani ya Mungu izidi kutawala nchi yetu, itikia amina yenye nguvu, kama yenye upepo ambayo yako yako, amina yako ikitikia inaenda kumaliza. Haleluya, imani yako ile amina yako hiyo ya nguvu, haleluya. Tunaomba amani ya Mungu izidi kutawala katika nchi yetu. Tunamwomba Mungu akomeshe tatizo la uhalifu Tanzania, awalinde watoto wa Tanzania. Tunaomba mvua za kutosha zinyeke, zinyeshe mwaka huu. Tunapiga marufuku, tunapinga mafuriko na madhara yake. Tunamwomba Mungu atuepushe vijana na watoto wa Tanzania na pepo la ushoga na usagaji. Tunamwomba Mungu awalinde wasafiri, atuepushe na akomeshe pepo la ajali. Tunamwomba Mungu awaponye wagonjwa wote mahospitalini, atuepushe na azuie magonjwa yote yanayoambukiza na yasiyoambukiza. Tunamwomba akomeshe pepo la ugonjwa wa mpox Tanzania na dunia nzima tunamwomba Mungu atuepushe na atuponye na magonjwa yote yasiyoambukiza na yanayoambukiza. Tunaomba Mungu akomeshe pepo la kansa duniani. Tunamwomba Mungu aondoe ndani ya watu hamu ya kutenda dhambi. Tunamuomba Mungu atujalie maisha marefu na makamilifu. Tunampinga Shetani kwenye kila eneo la maisha yetu. Tunaomba Roho Mtakatifu atusaidie kujipenda na kuwapenda wengine. Tunaomba Roho Mtakatifu atusaidie kujisamehe na kuwasamehe wengine, Amen. Tunamwomba huruma na rehema za Mungu ziendelee kuifunika nchi yetu na dunia nzima, Amen. Mungu libariki kanisa la Kiz, Amen. Mungu wabariki na kuwalinda wachungaji wa kanisa la Kiz na familia yao, Amen. Mungu tubariki na kutulinda wana Kiz tu, tufanye kuwa watu wakubwa tuliofanikiwa sana, Amen. Mungu wabariki na kuwalinda marafiki wa Kiz na majirani wa Kiz na wote wanaoipenda Kiz Mungu ibariki na kuilinda nchi yetu nzuri ya Tanzania Amen. Mungu mbariki na kumlinda rais wa Tanzania na serikali yake Mungu, tuvar... Mungu tunaomba vita ya Kongo DRC di... iishe na Israel iwe salama Amen. tunakutakia wiki njema. Leo barikiwa sana, ni mwaka mpya wenye ma... wenye mafanikio mengi na mazuri kwa ajili yako. Endelea kufanya kazi kwa bidii, tamkia maisha yako maneno mazuri Amen. Ni mwaka mpya wa utukufu, endelea kup... kupanga Endelea kupiga hatua za imani Amin. Utafika pale Amin. Shetani hata kuzuia katika jina la Yesu Kristu. Uvuli wa mauti umeondolewa kwenye maisha yako Amin. Watoto wetu tunakutakia masomo mema, tunaombea mwendelee kufundishwa na Bwana, nanyi mtakuwa vichwa katika masomo yenu na katika tabia zenu. Wafanyakazi tunaomba kazi njema, muendelee kupata vibali kazini, mpate ongezeko la mishahara, mpande vyeo na muwe wafanyabiashara bora. Wafanyabiashara tunakutakia biashara njema, bariki biashara, bi, bariki biashara zenu kwa maneno yenu nazo zitabarikiwa sana. Wainjilisti tunakutakia wainjilisti mwema, tukahubiri neno la Mungu kwa ujasiri, ili watu wengi waamue, ili watu wengi waamini Yesu na waamue kum, kumfuata na, ku, na kuwa mar, mar, na, na, kumfuata na kuzaliwa mara ya pili. Kamata baraka zako. Sindikiza maombi yako kwa sadaka. Sadaka inalinda. Endelea kusimamia fedha zako vizuri, kupiga bajeti na kusevu. Tunakutakia maisha ya ushindi wakati huu. Tafuta kwa bidii kuwa na amani na watu wote, ishi maisha ya utakatifu, maana uwezi kumwona Mungu usipokuwa mtakatifu. Usiogope, Yesu yupo pamoja nawe, anakupenda na anakuwazia mema sana. Mungu, ana Mungu akupe nguvu ya kuishi wokovu wako. Mpende Yesu kweli kweli, hata kuangusha wala kukuacha. Tujiandae, Yesu yu karibu an... tujiandae, Yesu yu karibu. Tujiandae, Yesu yu, ka... yu karibu atarudi. Sali, sali Zaburi ya mia moja hamsini, sala ya toba kila siku kuwa, kila siku kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Mshukuru Mungu daima kwa yote anayokutendea kwenye kute maisha yako. Kataa madeni, kataa dhambi 2025 ni Yesu tu. Amka kuomba alfajiri, fanya kazi kwa bidii, inua mkono wako. Bwana akubariki na kukulinda katika jina la Yesu. Bwana kuinulie kwa Bwana kuangazie nuru za uso wake na kukufadhili katika jina la Yesu Kristo. Bwana kuinulie uso wake na kukupa amani katika jina la Yesu Kristo. Roho wa uzima apate makao rohoni mwako moyoni mwako katika jina la Yesu Kristo. Uzima ndilo fungu lako katika jina la Yesu. Ukili wetu tunaamini katika jina la Yesu Kristo, tumetiwa muhuri wa Roho Mtakatifu, kwa hiyo hatuibiwi, hatuharibiwi, hatuuawi. Amen. Msimamo wetu, tuko salama na tuendelea kuwa salama, kwa hiyo tutakuwa, tutaongezeka, tutajaa kwa amani. Amen iwe kwetu sawasawa na ukiri wetu na msimamo wetu katika jina la Yesu Kristo. Sema nitapiga hatua, nitafika pale kwenye hatima yangu, na shetani hawezi kunizuia katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen. Sema ninaamini kwenye maisha yangu ni Yesu tu, sina mwingine, ni Yesu tu. Amen. Basi tunashukuru Mungu na kupongeza kwa kuhudhuria ibada yetu ya leo. Karibu kwa ajili ya wimbo wa mahali ni pazuri.